I am your teacher. I am your parent. For... Bebi, yani katika vitu ambavyo sijutii katika maisha yangu ni uwepo wako. Ipi? Mbona kama hujachangamka na shida? Amna tatizo, ila yani ile familia yangu kule mimi hata siele, nataka tukuje kuhamia hapa. Mwalimu, mwanafunzi wako ndo. Kwa hiyo nzio hapo darasani, ue umekuja huku kufata balkon sindio? Kiongozi huyo ni mwanafunzi, kwa nini umuharibia masomo yake katika mambo ya generation of on the public? Chama mwaka 93 kinaitwa TANU. Bibi Titi pale alikuwepo, alikuwa na kijikitirengware. Katiba ya sheria 5366 imesema mtu yoyote atakayetembea na mwanafunzi ni jela miaka 30. Sasa wewe unatembea na mwanafunzi, uoni kama unaenda kumwaribia malengo yake. Yaani, we kimya. Yaani usiongee chochote utulie kama ulivyokuwa eh? dia... eh? please wait. tumsikilize nini? Huyo ni presenter, tufanye tunamsikiliza anafanya interview, anaoji watu kina miradi yao, au ndio watu wa kuasikiliza sasa? Huyo tunamsikiliza nini cha kufanya? Mimi nasema tu sasa, mfano wewe unakuwa ni mzazi, alafu huyo ni mtoto wako. Sasa hivi watu wapo class darasani, wewe mtoto wako yupo yu nje na mbaba ana videvu vyake tu, kisa kwake ana marumaru ana tailizi ndo yupo nyumbani kwake, ungejisikiaje? Kimi na kimia, kimia usungi chochote. Chochote usionge. Ismail. Wewe naomba hapa kuna mwalimu mzazi. Sawa. So, na naposema mzazi sio kwamba nimemzaa hapana, ila ni kaka nimekuja nafasi ya mzazi. Na mimi unaponiona hapa ni mwalimu. Mwalimu wa masomo mimi. Ndani mumu kuna mwalimu wa biology, mwalimu wa civics, mwalimu wa mathematics na headmaster. Wote tupo katika mwalimu mmoja. Basi mimi naomba jamani tafadhali tusifikishane huko. Mwalimu nakuomba sawa. Tunaoomba jamani, tusifikishane huko. Naomba sio tu, tuyazungumze masuala haya hapa hapa, tuyazungumze wangapi na mimi nishirikishe katika mambo yenu ya kijinga. Labda wewe ndio uzungumze na mzazi wa huyo binti ambaye ni huyu, muamalize. Sawa, mimi naomba tuzungumze kama anazungumzika. Sawa, ila kama tukisema sheria ifuate mkondo wake, namsekajeraki Hey, na we ukienda jela, ndugu yangu, kule utoki. Watu wenye ndevu kule jela wakikaa, wanakaa sana, wewe bora uongee na mzazi. Takaa namba ah, tuongee. Nenda tukumbuke vipi anko ya hapo mawe anko, kwanza tasijawaelewa. Yani imi tukaje huku na mafimbo manini? Mpango wenu mnini? kuna siawaelewa, we umekuja kufanya nini? Sisi nyumbani tunakonda kule, tunakula maugali, we unakuja katika tairizi yume unakula biliani. Siongee sasa, sasa kwa sauti sasa anko, ndo mji kwa mwanaume wangu moni, kama mnaniaribia ndo unapendeza peke yako. Mi mjomba wako unakaa kila mda nashindia makanzu kama anaenda kuiji, wewe unakuja huku unanenepa, unakuwa vizuri, unakula vizuri kishepu mjomba kinatoka hicho. Mi mjomba wako kishepu hata akitoki, wewe mjomba, lakini una kishepu kama hujapo kwa ajili ya kula tu, katika nyumba nyumba za watu. Yaani na hapa tu taarifa, ukae ukijua wangu mimi pale nyumbani na hama, naja kuhamia huku kwenye hili jumba kubwa la mwanaume wangu, kwa sababu hiyo familia mimi nimeichoka, nimeitoka, nimeitoka. Yani matatizo yamezidi, jamani, nimechoka eh, hapana O oh, mjanja, umesikia? Kisa nyumba inauzwa, na hama tutaamia wote hapa hapa, tupote nasema ni. Umaanisha nini we bwana? Hapa sisi hatujakuja kwa sababu ya mambo mengi sawa, sisi hapa tumekuja kwa sababu ya mambo haya mawili, tuzungumze ili swala liishe, au tukusweke jela, sawa yule bwana p, unavyomuona yule sio mtu wa kawaida, yule ni mwalimu. Na sio mwalimu tu, yule bwana ana vitengo vikubwa, vikubwa katika sehemu hizi za serikali yetu. Na sio hivyo tu, yule bwana alishawahi kuwa nyapara, ndio bwana anakaja na kipara kama sufuria mpya, sawa? Kipara na, na unajua kabisa mtu anayenyoa kipara siku zote anakuwa sio mtu wa mchezo mchezo, kwa hiyo Gari swala au tufuate sheria, tusifike huko. Ndo maana nikupea pale, ili tuje tuzungumze hapa tuyamalize. Sasa, sasa hapo, hapo, hapo, hapo. Kilichopo hapa ni wewe kuamua yaani, saa ila sio kuamua, ngoja tufanye hivi utupatie milioni tano. Subiri nikupe mgawanyo hiyo milioni tano. Hapo itabidi mwalimu apoze cha kwake sawa ili serikali kidogo siece shida, sawa. Mwenyekiti wa kijiji anacha kwake, sawa, alafu na kuna mzazi anacha kwake. Yaani situ kaiona nyingi sana adamu, ia, ni ubinadamu tu nimekufanyia, kwa sababu sisi wote wanaume. Hebu naomba nisikilize, hiyo milioni tano kaka ni nyingi, ni nyingi, hali ni ngumu, i baba naitolea wapi? Jamani, tusifike huko, jamani. Milioni tano aliye yenyewe. Ah, basi sawa, mimi nimekuelewa. Wiki moja tu miniike mambo, sawa? Tafadhali na kuomba ni wiki moja tu minamaliza hili swala, kila kitu. We bwana babangu, wiki nyingi, sawa. Hapa navyotoa mguu hapa, mambo yawe yameisha. Uwezi na baenda, basi haina shida. Kibakuli, jana nilivyoona wewe na mjomba wako mmevaa suti wenyewe, mmetoka kipapaa wenyewe, sijui ni kwa mnenda api na zile bakula bin kubwa. Unakumbuka tulikuuliza kwamba sister yuko api? Eh, unakumbuka Mm. Ulivyo twambia, ipo kwa kibwana chake. Sisi tulitoka pami na anko tukaenda koko kwa kibwana chake tulipofika mm. kule tulimchekecha, kuna na huku kuna huku, alitupatia chochote mm. iko chochote kitu. Iko shilingi ngapi? nilivyosema chochote kitu, nadhani unafikiri ni hela ndogo. Kwa kipato chetu sisi, alichotupatia yule ni kikubwa. Sawa, shilingi ngapi ametokea eh? milioni tano. milioni tano. Asasa nisiwezi kushuka kwenda kule saa kocha cha kufanya wewe, shuka nenda pale, kaangalia umefikia wapi. Na kingine, ile familia jinsi inavyoonekana, inaonekana na matatizo. Kwa hiyo hakikisha wasikurubuni, usitoke kwenye misingi ya kazi yako. Sijume nielewa. Sawa boss. Unaweza kwenda, tanikuta hapo sherehe. Sura yangu sio mgeni machoni mwako. Nimekuja kuulizia lile swala letu mmefikia wapi? Kwa hiyo mwanangu, kwa nini situpe miezi mitatu? Maana hizo wiki tatu zozobaki hazitoshi kabisa. Noba isaidie babangu. Na kuomba tuliwapa mwezi mmoja, zimebakia wiki tatu. Mimi sina mamlaka ya kuwaongezea, mimi ni kutekeleza tu, imeagizwa na bosi wangu. Kwa hiyo cha msingi ni kufanya hivyo tulivyokubaliana. Kiongozi, imeenda. Nimeongea na wahusika ila wameomba miezi mitatu, ila mimi ninawakatalia kama ulivyoniagiza bosi wangu. Safi safi kabisa, excellent. Na hivyo ndivyo inavyotakiwa ufanye kazi yako safi. Usikubali kurubinio hata siku moja. Juu nanielewa nashabaziaji, turudi ofisini. Kamu mama, karibu. Asante samani, ilikuwa namuulizia Kibakuli, nimemkuta wena ni yake. Kibakuli mi ni mwanafunzi mwenzake, inapita wiki sijamuona shule, ndio maana nikamua nije kumuulizia hapa.